Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni furaha tena sana tena kubwa sana kwa kuwafikiwa na jambo kama hili ambalo kwamba nataka kulizungumzia leo tuki tukiwa katika tutarajia iwe ni saumu ya mwisho wa mwaka huu, si saumu ya mwisho ya sisi kuifunga Ramadhani. Inshallah Mwenyezi Mungu aturudishe tena Ramadhani nyingine, nyingine, nyingine, nyingine na nyingine na nyingine kwa furaha na amani na uzima na upendo. Mada yangu ya leo, ndugu zangu, <coughs> nimekuja hapa kwa ushujaa mmoja kwa nguvu iliyokuwa mzito nilonayo kwa raha na bashasha na nderemo ambazo zimeishukia moyo wangu baada ya simanzi lilokuwa lingi ya kuona kuwa nimefanya mambo ambayo kwamba sio madrasa yetu, sio malezi yetu, sio mafundisho yetu, sio akida yetu, sio tarika yetu sio dini yetu. Nalo ni jambo la wakati unapohisi. Nataka zifahamike ibara, nitakuwa makini sana leo ili nisije nikakosea katika ibara nitakazo kuzungumza. Wakati unapojihisi kuwa umekosewa. Kwa nini nikasema unapojihisi? Hakika ikiwa utakuwa na mtazamo wa ndani wa kuangalia, ikiwa Mwenyezi Mungu amekosewa na hakumpatiliza alomkosea, ikiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndio kiongozi bora alikosewa na hakumkejeli na kumtukana aliyomkosea, hakuna tena mwingine ambaye anaona anastahiki, mimi kwamba nastahiki nisikosewe katika maisha yangu. Sijasema mimi nimekosewa, lakini nasema unapojihisi kuwa umekosewa na naposema unapojihisi kwa kuwa ni madai, sio ukweli. Na kukosa kwa mwanadamu sio big issue, sio kosa kubwa, lakini kutokubali kuwa wewe umekosa ndio kosa kubwa, au kutokubali kurakibishwa katika uliokosa ndio tatizo kubwa. Na wakati unaporakibishwa haitakiwi utazame umerekebishwa kwa njia ya sawa au njia ya makosa, maadamu umerekebishwa. Na mimi nawashukuru wale walionirekebisha wote kwa njia yoyote, njia walioitumia wao ni, ni umuhimu tu. Mmoja akayaangalia ni hivi ndivyo sawasawa kurekebishana. Kama mimi ndivyokaa nikajua leo nimefanya makosa makubwa sana sana, sana, sana, sana. Makosa gani? Ya kutaka kurekebisha kosa kwa kosa ikiwa kuna kosa ilikuwa kuna njia na stahiki kuzitumia, na haya ni maelezo nataka niyaelezee. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivi karibuni, ndugu zangu nyote, mumeshuhudia na ni mashahidi wa mambo yaliyojiri kwenye mitandao ya kijamii, mambo ambayo kwamba yanihusu mimi yana mambo ambayo kwamba yanaonihusu mimi katika yale niliyoyasema kuhusu au kuizungumzia ofisi ya mufti, sawa, ikiwa ni upande wa ofisi au baraza la ulama, yale niliyoyazungumza, baada ya kukaa na kutafakari, na mara nyingi mwanadamu sengine hufanya kupitia hisia fulani emotion fulani, hasira fulani, tatizo tatizo fulani, baada ya kukaa na na kuyatafakari na kuyaangalia kwa busara na pia kupata maelezo kwa huyu na yule, Mwenyezi Mungu awajazi kheri wale waliokuja wakaweza kuninasihi wakaweza kunielezea wakaweza kunitanabahisha kwa njia ambayo kwamba niliyoisema kwenye kile nilichokiita ujumbe wangu kwa Mufti wa Zanzibar juu ya wasaidizi wake. Yani, baada ya kutoa ule ujumbe nikarudi nikakaa nikaufikiria na kupata wenye busara na wa uchambuzi wa alfadhi yatafattatulibarat, kwa kuwa mimi nilipofundishwa fiqhi niliambiwa fiqhi ni kuzichambua zile ibara, na mashallah kuna watu ni hodari kuchambua zile ibara kukaa na mimi, ili tuzirudie sisi wenyewe zile ibara. Nikakuta haya ambayo kwamba nitakaokuelezea yanaofuatia, ilikuwa sitakiwi niwe na haraka, sitakiwi niwe na upesi, natakiwa niwe makini na ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatwambia, ataani min Allah, upole ni kuyafungamanisha mambo na Mwenyezi Mungu, wala ajalatu, na haraka haraka, ni kufungamanisha mambo na shetani. Tafakuri yangu imenifunza kuwa usipoku us, e, sikupaswa Yaani ile tafakari mimi nilo tafakari nilitoka na natija kwa kuwa mimi sikupaswa kuyasema yale niliyoyasema. Na niliyasema kuruhusu tu hisia zangu zinitawale na zile emotion zangu na lile jadhba langu, nikafika zikaweza kunisemesha niliyoyasema, ambao si katika mambo mimi huyafanya mambo kama hayo, si kawaida yangu. Ikiwa mimi nime nimewahi kukosewa makosa ya, ki, ya uhakika yasokuwa na tafsiri, kutukanwa mpaka kutukanwa na familia yangu, sikuwahi kurudi, sikuwahi kuyazungumza kwenye mitandao, bali ilikuwa ni nasaha tu, kuwanasihi jamii tusitukanane, tusipende. Lakini sijui ni, ni kama naweza kusema najua Mwenyezi Mungu hukufikisha wakati ufanye kosa ili akuhifadhi na kosa kubwa zaidi au baya zaidi. Ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaka kukunitanabahisha na kunionyesha kwamba hii njia si si sawa, wewe hukufundishwa jambo kama hili, hukusomeshwa mambo kama haya, hu kizazi chako si kizazi cha kuweza kuyafanya mambo kama haya na aibu kama hini, uingie mitandaoni uzungumzie kosa aliyokukosea umzungumze, um, na um, umpe tahadhari au umpe challenge. La sio madarasa yako ulofundishwa wewe, wanasibika na watu ambao kwamba hawastahiki, hustahiki kufanya mambo kama haya. Ikiwa siwezi kujifikiria mimi mwenyewe, niwafikirie kwanza, wazazi wangu, na wakosea wao, pili, walimu zangu, tatu, familia yangu, nne, jamii wanaonipenda hawapendi kuniona mimi katika mambo kama haya, mbali na kumfikiria kwanza mola wangu subhanahu wa taala. Kwa hiyo mimi narudi, baada ya tafakari nilokaa nikaifikiri, imenifunza kuwa sipaswi na sikupaswa kusema yale niliyoyasema, kwa ajili ya kuziruhusu hisia zangu zinitawale na kunisemesha niliyoyasema si katika mambo ambayo kwamba mimi huyafanya au mimi nimefunzwa au mimi nimeelimishwa au mimi nimekulia nikayakuta mambo kama hayo katika jamii yangu haswa familia yangu ya Sharfu Aluidini. Wanaomjua Ustadha Aluidini wanamjua vizuri, ameishi akapata mitihani kila aina mitihani, lakini alikuwa ni mvumilivu na ni msubirivu. Mwenyezi Mungu amjaze khairi huko aliopo. Lakini kwa kuwa mimi ni mwanadamu na sisi wanadamu moja ya jambo ambalo kwamba tumeumbwa nalo, imekuwa ni jibila, ni maumbile, ni kukosea, lakini si kufurahia kukosea. Kuna tofauti ya kukosea na kufurahia kukosea. Ni kukosea ni na mwanadamu mbora ni yule akikosea, anapotanabahishwa azundukana na arudi nyuma. Na mimi, hiyo ndiyo ilionifanya kufanya makosa kama yale niliyoyafanya kiu binadamu hivyo, leo hapa tarehe tarehe 30 siku ya Jumapili, mwezi ishirini na tisia wa Ramadhani, tukitarajia nina dhamano ya mwisho, nikiwa katika mji wangu nilozaliwa, mji wangu nilolelewa, mji wangu nilosomeshwa, nikiwa Lamu, nimeamua kutoka hadharani kwenye mitandao yote na kwa njia yoyote, lau ingewezekana nisimame juu Alkaba, mimi sioni aibu, bali naona fakhri ku, zaidi ya kuwa naweza kusema mimi nimeyafanya yale, nikawa najifakhirisha mimi sioni fahari yale niloyafanya. Fahari naiona kwa hii ya kuja hadharani kuomba radhi kwa wale wote ambao kwamba kutokana na kile ambacho kwamba nilichokisema katika mitandao kimewaumiza. Nakubali nilifanya makosa, nakubali nilikosea, nakubali na nimezungumza yasiyo sawa. Tuacheni mbali, ni kweli si kweli, hayo ni, ni baadaye. Hivi sasa mimi nakubali njia nilioitumia si sawa kabisa kabisa kabisa. Maneno niliyoyasema yalikuwa hayapaswi ni yaseme vile kama ambavyo kwamba, naomba radhi sana, na radhi hii maalum kwa Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yangu mpendwa Samia Suluhu Hassan, kwa kumshirikisha katika mazungumzo yangu na pengine kutaja niliyoyataja, si maana kutaka kuonesha hana thamani kwangu, la hasha. Mimi kwangu mimi ni kwamba anzilunasa manazilahum hini. Ndio itikadi tuliofundishwa nayo sisi, kila mmoja muheshimu kwa heshima yake. Namheshimu, ni mama yangu kabla ya kuwa ni kiongozi wangu, ni mama yangu, na na nitabaki na naye, atanifahamu ya na ya kwamba yale yalikuwa ni hisia ambazo kwamba hazistahiki. Kadhalika pia napenda kumuomba kaka yangu ndugu yangu mkubwa wangu radhi sana, Rais wa Zanzibar, kwa kumshirikisha pia na pengine kutokwa na maneno. Na na muombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala muhifadhi na mlinde maraisi wote wa Tanzania wa muungano na wa Zanzibari, na na waomba radhi wote kadhalika, nikichukua pia nafasi hii ya kipekee kumwomba radhi muheshimiwa mzee wangu shekhe langu mwalimu wangu Mufti mkuu wa Zanzibar na baraza lake lote sawa ni ofisi, sawa ni baraza la ulama, na waomba radhi sana sana sana sana. Haitoshi kuomba radhi, na pia nakiri, niko tayari pia nakiri, niko tayari kwa kwa ajili ya kupata msamaha ili nisamehewe na Mola wangu, wanaoliona nastahiki, juu yangu mimi nastahiki ingawa na wajua ni wakarimu ni wapole, na madamu ni maulama wataweza kufahamu kwamba mwanadamu huteleza, hakuna mwanadamu wasioteleza. Kadhalika nipende kuchukua nafasi ya kipekee nimwombe rai, e, radhi rais wangu mpendwa, anayetusimamia nchi yetu wa Kenya, Dr. e, Dr. Samuel William Ruto kwa kumshirikisha na kumtaja katika mazungumzo ambayo kwamba ilikuwa hayana haja, lakini hakuna aliotajwa kwa lengo la kudharauliwa, bali aliotajwa kwa lengo la kutambuliwa kama wao vyoo waliowapewa. Na kwa kipekee, napenda kuwajulisha kuwa haya yaliotokea hakuna alonishawishi wala hakuna alonisongeza wala kunipa msukumo. Mimi niliyaona kwenye mitandao na komenti zinazokomentiwa nikasema bila kukaa kumshauri mwenzangu, ila nimepata kujifunza. Jamanini, tuweni makini tunapotaka kufanya majambo na, na kitambo tulioambiwa ma nadima manistashara, hajuti anayetaka ushauri kwa mwenzake kusema kweli sikumshauri mtu yoyote ja, na nawaomba yoyote atakayekuja kutukana kudharau kunivunja, yaani kuniangusha kunifanya lolote, mpeni nafasi mpeni nafasi. Mwenyezi Mungu aliwapa nafasi, watu wakamwambia wewe una mtoto, wewe una mke, asiwaangamize. Kwa nini mimi Izzudin nisimpe nafasi nae? Kwa hiyo nawaomba wale wapenzi wangu, kwanza nawaomba radhi kwa kuwaingiza na nyinyi kuwashirikisha mkawa na hisia mbaya na fikira mbaya kwa baraza la mufti na ofisi ya mufti pengine na mufti mwenyewe. Na waomba radhi na, waomba radhi na na waomba radhi na na waomba. Mu, mu, kama mimi nimewaomba wao radhi musiwachukulie chuki, musiwachukulie vibaya, musiwachukulie hasira, na yoyote atakayokuja hivi sasa iwe nkunikejeli mimi iwe nkunitukana mimi Iwe ni kunivunjia heshima mimi. Kwanza mimi sistahiki kuheshimiwa, kwa haswa kwa hili nilolifanya, nastahiki kuadhibiwa, lakini nawaomba tafadhali, msimtukane na, na initukana, tuombeane tu. Mwenyezi Mungu azidi kutuongoza, na Mwenyezi Mungu atuweke sehemu ambayo kwamba yastahiki, na Mwenyezi Mungu atupe tanabuhi, tunapokosea turudi nyuma, wala tusiwe na tabia ya kuona kuomba msamaha ni udhaifu, bali tuwe na tabia ya kwamba kuomba msamaha ni ukubwa na ni ezi na ni utukufu. Wallahi lao mungejua furaha nilonayo ya Mungu kuniafikia nikaomba msamaha, mi nalia kwa furaha, sili kwa kujuta, nalia kwa kufurahi. Alhamdulillah, ningekufa kabla kuomba hu msamaha, sijui ningekutana na Mungu kwa hali namna gani. Nasiombi msamaha kwamba ati kwa sababu nyingine yoyote. Wallahi Mungu ananijua. Naomba msamaha kwa kuwa sikulelewa katika nyumba ya watu kuwakosea watu kwenye mitandao. Sikulelewa katika madrasa inaojua kumtukana anayekutukana au kumvunjia heshima anayekuvunjia heshima. Bali mimi sijavunjiwa heshima. Mimi sijatukanwa. Mimi sijaambiwa jambo lolote. Kwa nini niingia kwenye mitandao? Nikaona kwa nini mimi leo nimeweza kuja kuwataja watu ambao hawajaweza kunitaja kwenye mitandao. Nimelelewa katika nyumba ambao kwamba tulikihusudia tumpenda anayetuchukia anaitu, kwa nini watu hawajatuchukia sisi tuwachukie? Nimelelewa katika madarasa ambao kwamba mtu akikupiga upande huu mwaulize utahitaji na upande huu leo. Kwa nini mtu hajanipiga mimi nataka kumshambulia? Kwa hiyo ndugu zangu, wapenzi wangu, tuweni makini Tuwa, tuwape nafasi. Lifanya, nafasi kwa sababu kosa nilolifanya Mungu ndo analijua, na inshallah natarajia Mtume sallallahu alayhi wa sallam ningekuja kuonesha mitume wengi walikubali kwa Mola wao. Kwa nini sisi waja wake wa kawaida tusije tukakubali? Mtume sallallahu alayhi wa sallam ana dua ametufundisha sisi, yeye aitwa sayyidul istighfar, bwana wa kutaka msamaha, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta anta khalaqtani u si a nt abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kwa hiyo ndugu zangu, tuweni makini, watakuja watu watasema hili, watasema lile, lakini mimi nalolisema ni hili. Yale yote yalojiri yalipaswa kwanza kuwa ni mazungumzo yangu mimi na mzee wangu, nimwendee Mufti nizungumze naye, nimweleze, nimsikilize ushauri wake, au nitafute mtu yoyote aweze kwa, mimi siwezi kumfikia, anaweza kumfikia, azungumze nao. Lakini kama nilivyotangulia, hisia zilinighilibu Ubiniadamu ukanighilibu, shetani akapatiliza nafasi. min badi an nazagha shaitan baini wa baina ikhwati, wale ndugu zangu ni wale ni wazee wangu, nasikizana nao twapendana twaelewana. Kwa nini yatokee haya? Yalikuwa hayahitaji kuwa ni mazungumzo au maneno ya hadharani. Kwa hiyo nawaomba radhi sana na sana na sana, ofisi kwanza mufti mwenyewe mufti mkuu wa Zanzibar na ofisi yake na baraza la ulamaa sana, sana sana sana, na nanakiri kosa kubwa sana nililowafanyia, nakiri na narudi. Hatuko katika masala ninao shahuda au sinao shahuda, hayo tu yateni, mimi wala siyataki tena kuyajua. Mimi naomba nanakiri msamaha kwa mufti na baraza la ulamaa na, na ofisi ya mufti pia Naomba msamaha kwenu nyinyi wapenzi wangu, na hili ndio la mwisho. Namalizia mwisho, ni waombe radhi wale wapenzi wangu wote, popote pale walipo ulimwenguni, kuumia na yale muliyoyashuhudia, ambayo kwa haki walitaraji kuona nikishughulikia migogoro iwe inayonihusu au vinginevyo, kwa namna nzuri zaidi kuliko hii. Yaani wao walikuwa watarajia waone mimi, kama kuna migogoro yote naishughulikia kwa njia nzuri, sio njia hii. Kuna watu najua limewakwaza, ni wapenzi wangu, wamesikitika sana, na waomba sana, na waomba radhi sana, na inshallah nawaahidi, hili litakuwa ni yai la jogoo, jogoo kwa umri wake huzaa mara moja na hili kosa hili, inshallah hamtoliona kukariri kwangu mimi, hamtoliona kutokea kwangu mimi. Na nawaomba sana msichoke, mkiniona nimekosea, kuniambia kwa njia mtakayo. Mimi nafurahia kurekebishwa kuliko kupongezwa. Jaza yenu kwa wale wote walionipongeza, jaza yenu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mwenyezi Mungu awape kila la kheri, awaepushie kila la shari. Allahumma arina al-haqqa haqqan nasukuna tibaa wa arina al-batila batilan nabah birahmatika ya arhamar rahimin. Hii klipu haina malengo ila kuomba msamaha. Ahsantum wa jazakumullahu khairan.